Toka mwangalia hamuoni. Akaona mtu yule akamfuatilia, ndio yule kijana kija kumwambia baba yake, huyu si mtu mzuri baba, usulishe hivi siku hivi na hivi wakapanga mbinu na yeye yupo, wakampotezea maboya. Unaona ataka toroka? Akaenda kuambia wale watu wao, wakabadilisha njia. Unaona walivyobadilisha njia, wakafanikiwa wakaenda ile sehemu wakafanikia, vita ikawa nyepesi. Sasa baba ndo anarudi, akamkamata kaniambia, wewe ndo unatoboaga simu zetu, kwa sababu jana, wewe tumepanga, ukaondoka, waka hukuwepo wakati sisi tunapanga plani ya pili, ndio maana tumefanikiwa. wewe hukuwa, hukuwepo. Sasa kuvya kumpaka, uje umkamate huyo mtu upate na ushahidi, kazi salakiakoe mamini sana

Mtoto kapona. Nataka je naye anasumbua Somali alia. Nataka je naye analia alia tu. Eh.